E, hey, umekuwa ukijiuliza namna gani utavyoweza kuangalia namba yako ya NIDA ukiwa umeshapeleka taarifa zako katika ofisi ya NIDA. Kama ulikuwa ukijiuliza swali hilo, basi nikwambie tu leo umepata suluhisho lake. Kabla ya yote, kama uja subscribe na kuomba subscribe ili wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Kusubscribe unabonyeza alama nyeusi hapo chini iliyoandikwa subscribe. Pia utabonyeza alama ya kengele ili ku turn on notification kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yake. Fuata hatua hizo zifuatazo eh, ili kuweza kupata maelekezo yote ya jinsi ya kupata ya NIDA. Ni kuombe tu, angalia video taratibu, simu moja moja eh, ili kuweza kupata namba yako ya NIDA hatua kwa hatua. Hatua za kufuata ili kuweza kupata namba yako ya NIDA. Cha kwanza kabisa utatakiwa uwashe data. Utaenda utawasha data namna hiyo. Data tatofautiana uwashaji kutokana na aina ya simu unayotumia. Mimi natumia hapa Android Techno. So utaanza kuwasha data. Hatua ya pili utatakiwa uta, uta, uta kufanya utaenda kwenye browser yako search browser yako hapo, kuna Google mitaenda Chrome, itaenda Chrome ni. Ukishaenda Chrome wait, tutabidi usubirie kutokana na kasi ya sehemu uliopo. Naona kwangu inaletea mizinguo. Kama inaletea mizinguo, haina haja ya kuang'ania. Tunaenda wapi? Google. Napenda kutumia Chrome, kwa sababu r Chrome ndio inakuaga ipo puncture. Tuenda Google hapo, utasubiri ifunguke na kuelekeza ili kubeba uhalisia eh, na hatua hizi ndio tazakiwa kuzitumia ili kuweza kupata namba yako ya NIDA. Ikishakuja kama hapo hapa chini utatakiwa kuandika utatakiwa utatakiwa ungoje kwanza atakiwa uandike NIDA gari hapo NIDA NIDA online, kushandika NIDA online, una search mona, NIDA online zitatokea nyingi tu. Fahamu namba yako ya NIDA mona, ni downline si? Tutaenda hapa juu, fahamu namba yako ya NIDA. Utabidi uwe mvumilivu, itadepend na sehemu uliopo, sehemu iliopo kidogo network changamoto. Kwa hiyo ehe, inafunguka kama hivyo. Ikishaingia hapa ni simple, ni simple sana mona Itafunguka kama hivi, jihudumie NIDA, fahamu namba ya NIDA, umeona. Jaza taarifa zako kwa usahihi, ili kufahamu namba yako ya NIDA, namba yako ya utambulisho, namba ya NIDA, si maneno yangu, ni mfumo wa bisau hapa, service nida go.tz, umeona. Sasa ni mfumo, hizi sehemu unatakiwa kuzijaza kwa ukamilifu, si umepeleka taarifa zako ofisini NIDA. Jina lako la kwanza kama unaitwa Kitumbo, unaitwa Shabani, unaitwa Abubakar, unaitwa James, utaandika jina lako la kwanza. Kumbuka, lazima hilo jina lifanane kamili kama na jina uliopeleka katika nini ofisi za NIDA. Kama jina ni Abdul, basi andika Abdul. Ukibadilisha hilo kaeka ala, A ukaeka U, hautapata matokeo yoyote. Jina la mwisho hapa sanemu utaweka jina la mwisho sikuna kuweka na majina matatu. Mfano, Kitolobombo, mwa Mwakasekwa, Mwakalinga. Hapo andika jina la tatu Mwakalinga, namna hiyo, umeona jina. Utafata tarehe ya kuzaliwa, sapo utabidi uandike tarehe yako kwa ukamilifu. Kama tarehe moja mpaka tarehe tisa unaandika 01 08 09 hivyo kwa ukamilifu. Ukikosea tarehe tarehe kumi tarehe nyingine haitaleta majibu. Utashuka chini hapo, jina la mama. Jina la mama utaandika kwa ukamilifu hapo utaandika jina la mwisho la mama. Then hili neno hapa linatokea kama kodi fulani hivi ambao unatakiwa uiandike kwa hapa chini, then unabonyeza tuma. Baada ya kubonyeza tuma, ni kitendo cha sekunde moja mpaka tatu majibu yake utakosha. Ndizo ya hatua pekee ambazo utaweza kuzitumia ili kuweza kupata namba yako ya NIDA kupitia online. Hakikisha tu kabla ya kujaza taarifa hizo uwe umepeleka taarifa zako katika ofisi za NIDA. Vinginevyo hutopata majibu. Lakini pia tu ni kuase uwe mvumilivu kwa sababu sometimes unaweza kwa umeandika taarifa zilizokuwa sahihi lakini pia ikakataa. Kwa hiyo bidi urudie mara ya kwanza, ya pili usi, ya tatu. Usikate tamaa kwa hapo, kwa hapo, kwa sababu hii ni mifumo na mifumo sometimes inatingwa. Ni mfumo unaohudumia watanzania wote, kwa hiyo unaweza kukuta kwa siku anaingia watu wengi kwayo, kwa hiyo unaweza unaingia kumbe we muda huo unaingia kumbe kule website kidogo imejam kutokana na watu wengi kuingia kwa muda mfupi. Hivyo basi na kuombe tu usisahau kusubscribe , ndugu yangu. Ukisha subscribe una comment pa support mimi, ndugu yangu. Usisahau ku comment ku comment ku like. Uki comment hapo utasababisha mimi, uki comment, yani utani motivate mimi niendelee kuleta vitu, vitu vitu zuri, vizuri zaidi. Ni hivyo tu. Ni kuombe tu usisahau kusubscribe. Nikutakie siku njema. Bye bye.